Bwana Yesu asifiwe. Ndugu zangu, nichukue nafasi hii kuwapa familia pole kwa matatizo makubwa haya waliyoyapata. Ni mipango ya Mwenyezi Mungu, hakuna mtu yeyote ambaye anaweza akazuia. Ndugu zangu, mimi mwenyekiti pale ni rafiki yangu familia yake kukumaye, karibu sana nyumbani kwangu, ni kama kwao wale watoto wa Ongujo. Kwa hiyo haya mazishi amenikuta nikuwa nyumbani hapa kwenye mapumziko, nikaona nishiriki na wenzangu wote wana CCM na wasio kuwa wana CCM, wana Rorya wote kwa ujumla kumsindikiza mama yetu na rafiki yangu. Kuna jamaa mmoja, wakati naingia hapa, naomba tu nimweleweshe ni kidogo. Kaniambia eh, hey, Lakairo, unaweza kuja Kakanguju, kwani kuna nini? Naomba mtambue wana CCM wote mliopo wote, yanapotokea matatizo kama haya, hata kama mna utofauti kidogo ya kisiasa lazima mjumuike pamoja yeah. Mtambue hilo. Wewe unao niuliza, nimekuja hapa, wewe ulifuata nini hapa? <laughs> niulize kwanza, wewe ulifuata nini? hapa. Wow. Ongujo ni mwenyekiti wetu wa wilaya na anatuongoza sisi wote, ukatae usikatae, anaongoza mama yako na watoto wako nakataa wetu ni rafiki wote, ila anaweza kuona mapenzi yake kwenye mambo ya nakoelekea, si ndio? anaweza kuwa na, na mtu wake, na mimi pia naweza kuwa na mtu nama. Sikatizwi kwenye chama chetu akatazi mtu kuelekea sehemu nyingine, utofauti na kwepo. Sasa uchaguzi umeshakwisha, kwenye, kwenye chaguzi za maoni, chama kimeleta mtu mmoja sasa wewe unatoka pembeni unaenda kusupport nini? Upinzani? hapo ndi nasema sasa, mbona muna tofauti wa kisiasa sasa? Hizi hakuna tofauti wa nini wa kisiasa, nyumba moja mu, kuwepo na labda nyeta au sango, haina makosa yeye yeah. Akimpenda yoyote, wanakuja wanaroda zaidi ya kumi wewe, tunachotakiwa sasa kwa muda huu tuungane kwa pamoja mpaka tutakapo letewa mtu mmoja. Asante sana Ndugu yangu Ongujo, ntakuja kuona wakati natoka. asante sana, asante sana mbunge mstaafu, maana wewe pia ni mshauri kwa masuala ya kisiasa ya Rorya, kwa hiyo tunakushukuru kwa mazungumzo yako. Uh, tupo pia kwa ajili ya kuendelea, na kwa muda huu DJ inaomba nimlete.